Naam, bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni bwana, ni kuhusiana na hii issue ya Diamond Platinumz kufanya show kali kwelikweli eh, mapokezi kwa ujumla, maana unafahamu kabisa kwamba hii show, hili jukwaa lilioshasikia linaitwa festival, which means kwamba kuna wasanii wengi sana ambao wamepata nafasi ya kuperform hapo. Sasa Diamond Platinumz naye pia amekuwa ni miongoni mwa wasanii ambao wamepata hiyo fursa akiwa kutoka Afrika huku, yuko pamoja na wakina Ira Star kutoka Nigeria bila kumsahau Asake pia kutoka Nigeria bwana. Hili, sa, hili tamasha linaitwa linakwenda lina, lina, lina kwa jina la 97 Hot Summer Festival ambapo hili ni tamasha ambalo limesimamiwa na moja kati ya makampuni makubwa sana huko Marekani, limefanyika New Jersey huko USA, na Diamond alipata fursa ya kuperform. Sasa baba levo Awali kabisa ya yote ni kwamba Baba Levo ni moja kati ya watu ambao wali wa notify wadau, maana tunafahamu kwamba baada ya kutoka London tukaona wakaenda Marekani, na Baba Levo akawapa watu taarifa kwamba bwana wako New Jersey, na sababu ya kuwepo huko ni hii performance ya Diamond Platinumz katika hilo tamasha la Summer Festival huko Marekani. Lakini tunafahamu pia kwamba Diamond amefanya interview na, na, na televisheni kubwa tu Fox News huko Marekani ukichana hiyo pia vile vile amefanya vikubwa vya habari au media kubwa ya habari za burudani huko Marekani na duniani kote, unadhani kila mtu anaifahamu TMZ. So, Baba Levo akawa notify wa Watanzania kwamba Diamond yuko tayari kwa ajili ya kuperform leo aweze kuibeba Tanzania, mapigano kuwe na uhakika asilimia mia moja kwamba Bongo Flava imefika kwenye level ya Marekani. Marekani hapa nilipo panaitwa New Jersey. Rukuga, Mungu Mungu atakubeba, atakubeba baba, baba e e e kan kan koma sala alipigia na yopele ati ya, yeah, so hiyo ndo ilikuwa vibe ya Baba Levo, lakini ukiachana na hilo ni kwamba eh, the way ambavyo performance ilivyoenda, bwana, mambo yalikuwa moto kweli kweli si Ya, yeah, so Diamond Platnumz bwana amefanya show kali, na umesikia jinsi ambavyo watu walivyokuwa na respond eh, shangwe lilikuwa ni la kwenda mbali sana eh, shangwe likuwa ni la hali ya juu. So page mbalimbali mbali zimekuja kuripoti kuhusiana na performance ya Diamond Platinumz. Eh, wadau mbalimbali pia wamemsupport na eh, boom, moja kati ya zinaonyesha show ya Diamond ilivyokuwa huko Marekani, na akaandika pale Diamond Platinumz akiwa amenyoosha mikono juu pamoja na emoji za moto, yani nishamb a kuhusiana hiyo mijadala lakini, kuhusiana na baadhi ya page hapa, kwa mfano hapo, kuna page ameandika kwamba ebwana, Diamond Platnumz amefanya show kubwa sana huko Marekani. Ebwana ni mtu wa kujivunia katika taifa hili. Babalevo ameandika kwamba na msubiri rukuga kwa hamu sana ameandika hivyo kabla ya Diamond kupanda on stage, lakini alivyopanda pia baba alivyo, akaonyesha jinsi ambavyo mambo yalivyokuwa katika show hiyo. Sasa ngoja nikusomee baadhi ya comment ambayo zimejitokeza, kwanza kuhusiana na kitu ambacho Diamond amekifanya huko Marekani, katika hiyo show ya Summer Jam Festival huko New Jersey Marekani. E, bwana kuna mtu hapa ameandika kumbe bwana da? Alafu, nataka, na alafu, mnataka Zuchu amwache mtu kama huyu kweli akadate na lunya. Eh, bwana Monetu chiti tu hapo, zuchu atoki mtu wewe, ni Michael Jackson wa Bongo. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo. Mwingine huyu hapa amesema kwamba bwana Tanzania nchi yangu, big up sana. Eh bwana, tunazidi kwenda mbele, saluti sana kwake Diamond Platnumz mzee. Kuna mtu mwingine amesema kwamba haya sasa, mfalme wa Bongo Flava mnasema ni Ali Kiba kweli? Eh, East and Central Africa nani anayemfahamu? Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu amesema kwamba bwana kwa wapenzi okay. Kuna mtu amekuja hapa ameandika kwamba Eh, kuna mtu ambaye anasema bwana tu acheni kumfananisha Diamond na wasanii wengine wa Kitanzania tafadhalini sana. Kwa mtu amekuja kucomment. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini kuachana na hilo ni kwamba kumeanzishwa mjadala huko mtandaoni bwana. Eh, kama unavyojua bwana Wabongo wanapenda ligi. Eh, Wabongo wanapenda ligi kama ilivyokuwa kawaida. Nataka hapa nikusomee baadhi ya vitu ambavyo vimehappen. Wabongo bwana wameshaanza kuwashindanisha Diamond alivyo perform wakiwa wanashindanisha na Ira Star alivyoperform msanii kutoka Nigeria. Yaani wamewashindanisha wasanii wa Afrika jinsi walivyoperform katika eh, tamasha hilo la Hot Summer Festival huko New Jersey Marekani. Eh, so hapa kuna page hapa wamekuja wameuliza kwamba nani alitisha zaidi kwenye show hizi? kati ya Diamond, Aira Star na Asake. Hawa ndo wasanii ambao wametuwakilisha Afrika katika tamasha hilo huko Marekani. So hapa bwana, wamesema kwamba bwana, hawa ni miongoni mwa baadhi ya wasanii kutokea Afrika waliotuwakilisha kwenye tamasha la Summer Jam Festival huko Marekani usiku wa kuamkia leo. E, sasa sisi bongo hapa tunaye Diamond Nigeria wametoa wasanii wawili Ayra Starr na Asake. Je, nani ambaye amefanya vizuri zaidi? So hapa watu bwana wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano kuna mtu ambaye ameandika kwamba bwana Asake alijitahidi eh, lakini ameambulia patuku ame, sorry ameambulia patupu. Big shout out kwa the one and only Lion himself Diamond Platnumz ametisha sana. Kuzo show Aira Star siwezi kuizungumzia. Kwa mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana Diamond, bwana kiukweli bado anaupiga mwingi. Kwa mso kwamba kwamba bwana huyu dada aliyeperform hapo kiukweli hana vibe hata kidogo. Wanamzungumzia Aira Star, nadhani wanasema kwamba alikuwa hana vibe. Of course yule Aira Star kweli alikuwa show yake imepoa sana afu. Afu hao jamaa wa Nigeria sijui kwa nini ni wamepanda wenyewe. Yaani huyu Aira Star kapanda peke yake, no dancers the same pia kwa ake lakini Diamond alikuwa amepania, umeona bwana, ametumia takriban dola laki mbili na nusu kwa ajili tu ya kuandaa kwa ajili ya maandalizi ya show hiyo, kwa which means kwamba Mnyamwezi alikuwa amepania kutoa show kali. Lakini ukiachana hilo, kila mtu hapa, wengine hapa, watu kibao wamekuja wamecomment kwamba Simba, Simba, Simba, kwamba Diamond, kwamba Diamond ametisha zaidi, umeona bwana eh? So hivyo ndivyo mchongo ulivyo. Lakini pia vile vile hapa kuna show ya Aira Star, watu wameposti, watu wengi sana wamekuja wameipondea, lakini pia wa Nigeria huko bwana wamemindi kweli kweli kuhusiana na issue ya Watanzania kuponda show ya wasanii wao wa Nigeria huko Marekani, meona bwana eh? so hivyo ndivyo michongo ilivyo at the end of the day, ukiwa kama mdao eh, hebu tuambie eh, Weka maoni yako hapo chini katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Na pia vile vile bwana, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.